Ukoroma si jambo la kuchagua, ni hali ya kiafya, mara nyingine ishara ya uchovu wa mwili, hata tatizo linalohitaji matibabu. Lakini katika jamii zetu, hata jambo la asili na la kawaida kama hili linaweza kuwa sababu ya mzaha. Tunacheka bila kujua, bila kuelewa, bila huruma. Na hapo ndipo tunapojifunza somo kubwa. Watu wanacheka hata wakati ambapo wewe hujui kama kuna cha kuchekesha, unachekwa pasipo kujua, kicheko kisicho na rehema. Katika maisha haya kuna watu wanachekwa kwa sababu hawana pesa, wengine wanachekwa kwa sababu wanavaa nguo zilizochakaa, wengine kwa sababu hawawezi kuzungumza Kiingereza kizuri, wengine kwa sababu ni wembamba sana au wanene kupita kiasi. Lakini je, hawa watu walichagua hayo? Yote ni mbaya zaidi, mara nyingi wanaowacheka ni wale wanaowaita wetu, yaani familia, yaani marafiki, watu wa karibu. Hapo ndipo maumivu huzidi. Unapochekwa na ulimwengu ni huzuni, lakini unapochekwa na wako wa karibu ni majeraha ya nafsi. Ujumbe wa yule anayepitia maisha haya, kama we ni yule anayesikia watu wanakusema wanakutazama kwa dharau, wanakubeza kwa vitu ambavyo si kosa lako. Nakwambia hivi, hilo siyo kosa lako. Ni kawaida kuchoka, ni kawaida kuwa na wakati mgumu, ni kawaida kulala na hata kukoroma, ni kawaida kushindwa. Hilo haliwezi kuwa sababu ya dhihaka. Ujue kuwa thamani yako haipimwi kwa kicheko cha watu, haipimwi kwa jinsi wanavyokuona ukiwa mdhaifu. Maisha si mfululizo wa kuona bora kila saa. Maisha ni mlolongo wa kupanda na kushuka, na wakati wa kushuka ndipo unahitaji zaidi rehema, si kejeli. kwa wale wanaocheka na no, kwa wale wanaofanya mzaha wa uchovu wa mtu wa halali yake na mapungufu yake, jiulizeni. Je, wewe ni bora kwa sababu hupitii hilo? Je, hujawahi kulala ukaachia mwili upumzike kwa uchovu mkubwa? Je, hujawahi kukosa kitu? Hujawahi kupoteza dira? Usijione bora kwa sababu hujapitia alichopitia mwingine. Maisha hubadilika, leo ni yeye, kesho hujui. Na usikate tamaa ya utu wako kwa kuwavunjia wengine heshima, kwa sababu utu wa kweli ni kuweza kuona mtu dhaifu na bado ukamuheshimu kama mtu. Hujui, watu wakiwa wanakufanyia mzaha, lakini Mungu huona. Mtu anaweza kulaa na kukoroma na watu wakacheka. Mutu anaweza kuvaa nguo chakavu na watu wakazungumza. Mutu anaweza kuwa na maisha ya chini na watu wakaeneza maneno, lakini hayo yote hayabadili ukweli wa kuwa kila binadamu ana thamani. Na kumbuka, huwezi kudhibiti watu wa kuseme au wa kucheke, lakini unaweza kujidhibiti jinsi unavyojiona wewe mwenyewe. Usikubali uonekane kama mchekesho wakati moyo wako una ladhi ya shujaa. Usiache kuwa wewe, hata kama wanaona ni mzaha. Uendelee kuwa mkweli, uendelee kuwa mpole, uendelee kuwa mnyenyekevu hata wakikubeza, maana watu watacheka, lakini Mungu hacheki. Watu watakubeza, lakini maisha huja na mzunguko wake na siku moja wale waliocheka watakukumbuka, si kwa mzaha, bali kwa mshangao. Ujumbe huu ni kwa kila mtu anayepitia kiza bila kuona tumaini. Jua kuwa hata gizani unaangaza, endelea, simama. Thamani yako haijawahi kupungua hata kwa sekunde moja.